Matokeo ya form 5 yametoka, wanafunzi wamepangiwa juzi. mm -hmm. Nimepeleka wa mdogo wangu, ameingia form 5. Jamani, wale wote ambao wamefanikiwa, umefanikiwa angalau hata kufika form 5, jamani, ae mtipige makofi. mm -hmm. Wale ambao wamefanikiwa kufika, hamko wenyewe <laughs> una Diamond wasanii wengi <laughs> na wema <laughs> na nyingi unajua, angalau Kiingereza ni tatizo kubwa juzi na <tipa> rafiki zangu rafiki yangu moja <tipa> msanii mkubwa <tipa> sana, zikebela kutaji nake kwa sababu kigeza chake so kizuri hasakam, na wakapita wazungu wawili wazuri kweli, wastari ikabidi ni mshtue yasheta

Kuna maneno yake mengine ambayo alikuwa amebakiza. Akaza, eh. Mzungu akageuka. Kwa sababu ni kwa mapacha. Akamalizia Kiingereza chake cha mwisho. You look tired. Yeye anajua angalau Kenya. Kenya anajua Kiingereza wanawacha, anajua Kiingereza anajua kulifika hata hata mpokea na kukimbiza mwizi basi, hata na wazungu nao wanaanza sababu so, okay, ni <laughs> Tanzania mwizi, mwizi. why are they asking wanarudiza <laughs> huko kwenye manchi yao wanaenda kusema Tanzanian people are very weird yeah. everybody, knows everybody everybody knows <laughs> if they don't know your name they chase you <laughs> So when you you land in Tanzania first thing you be, my name is Idris Sultan, please don't chase me. Lakini <laughs> <laughs> ukiachana na hayo. At least unajua kuna kitu ambacho unajua kinauma, kati ya vitu ambavyo vinauma kuliko, kuliko maumivu aliyopata ya alioana Lawasa kati ya Nakato <laughs> kusikiliza Mkenya akiongea Kiswahili, kati ya vitu ambavyo vinauma, lakini nakuja na simama hapa sasa hivi hapa anakuja hapa kusema eti wao kwa, kwa nini sijui nani huko na Idris, ungekuwa na mimi <laughs> chipkiti. Wakati saa mbili zilizopita alikuwa yuko na mimi backstage anaeleza. Nine! watakelewa <laughs> watakuelewa. Sasa unataka nikupe wema wakati yeye itabidi apige goti ndio propose <laughs> ni nini, ni nini sasa? Kajuliza chimkiti hapa ni mtu mzima tayari, lakini ana miaka arobaini na mbili <laughs> dogo. Nikajiuliza nilipofika Kenya, sasa kwa kwa nini ziende kujua alipokuwa mtoto alikuaje, nikaenda hospitali <laughs> basi. Baatizuri daktari wao walikuwa ni, ni mtu wa Mombasa, kwa hiyo Kiswahili kidogo vizuri, kimenyoka vizuri. Nieleze kitu kidogo kwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Wape wamevumilia siku zote, wame mlelea mtoto mtukutu. Ingekuwa ni kama wazungu, wazungu nalelewa mzungu, anaweza kujibu mama yake kitu chochote anachotaka. Mwambie mama yake Afrika.

Tena mama siku hizi tena usiombe tena. Wewe ni kijana ambaye unafanya kazi, usiombe tena. Wewe ni kijana ambaye e, hauna kazi, alafu uko pale unapita na mama

ya kwenda na hii, utamwona tu mchizi kuanzia mbali, anakuja anaona mchizi wake pale mbali, unamjua ni mchizi

Biti inapigwa sehemu za ajabu ajabu ajabu. Kwa hiyo unakuta, angalia movie za kizungu Hollywood, chos anaingia kwa watu piki na piga, biti inapigwa sehemu yenyewe. Bongo movie jamani, ingia ofisini anafika mlango, anamgeukia sekretari, pigie kama ndio kituo cha polisi cha Costa Pay nafana jeuke. Akigeuka hivi, unaweza kujua labda ile ni effect, lakini no, anageuka hivi ni amesau script okay. Mpigie kama ndio kituo cha polisi cha Costa Pay, unasema kimenuka.